Na, na <tipi> karibuni tena katika kipindi chetu cha Dr. Harun Sharawi TV. E, karibuni tena ndugu zangu katika chaneli yetu hii, chaneli yetu pendwa, ndugu wapenzi watazamaji, na wale wote wafuatiliaji wa vipindi wa vyetu katika chaneli hii. Awali ya yote nitumie fursa hii adhimu na maridhawa ya kuonana tena, kwanza kabisa kwa kuwasalimia kwa maamkizi mema ambayo ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. E, na kwa wale ambao ni sio waislamu tuseme kwamba bwana Yesu asifiwe sana. Katika vipindi vyetu vya leo, au katika maudhui zetu za leo, bado tunaendelea kuangazia siasa zetu za Mashariki ya Kati, yale ambayo yanayojiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati na hasa vita vinavyopiganwa baina ya taifa la Israel pamoja na taifa la Irani. Katika mambo ambayo tutakayoangazia leo ni kwa nini Israel imekuwa inatumia nafasi ya mashambulizi katika kuwalenga E, viongozi e, pamoja na wataalamu ndani ya taifa la Irani. Lakini ni kwa sababu gani ambazo zimepelekea, au chanzo ni nini? Shabaha ni nini? Malengo ni nini? e, kimi ambayo yamewafanya Waisraeli waweze kuivamia nchi ya Iraki, nyuma ya mgongo kuna nini? Na ni kwa nini mashambulizi Irani imekuwa ikiruhusu E, mashambulizi ya Mayahudi kuingia katika taifa lake na kuua viongozi na kuharibu baadhi ya mifumo, lakini mwendelezo wa vita hivi na athari zake kiuchumi pia ukoje? Hayo ndiyo mambo ambayo leo tumejikita nayo na tutakuja kuyaangalia. Ni kuombe ndugu mtazamaji, kabla ya uchambuzi wetu juu ya makala hii, uweze kubonyeza alama ya subscribe kama bado haujabonyeza, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata e, taarifa zetu, kupata makala zetu mara tu zitakapowekwa. Ndugu zangu kama ambavyo tulivyotambulisha eh, katika kipindi chetu hichi cha siasa na diplomasia leo tuko katika eh, mashariki ya kati kuangazia hasa vita ambavyo eh, vimeanzishwa na Israel dhidi ya taifa la Kiislamu la Irani. Ndugu zangu, kwanza lazima ikumbukwe kwamba taifa la Israeli ni taifa pandikizi katika nchi za mashariki ya kati na ushirike upandikizi eh, wake ni taifa ambalo limewekwa maalum na viongozi eh, wa nchi za magharibi, lakini pia E, kushirikiana na nchi ya Marekani kama mshirika mkuu. Nini sababu za kuwekwa taifa hili? Kwanza lazima itambulike huko nyuma e, taifa wana Israeli, Wayahudi ndiyo chanzo cha vita ya kwanza ya dunia. Lakini pia ndiyo chanzo cha vita ya pili ya dunia. E, kipindi cha uongozi wa Myahudi e, ambaye alikuwa anatambulika kama Rothschildi, ambao walifanikiwa kumiliki uchumi na kuwa na sauti katika mataifa ya bara la Ulaya, ikapelekea sababu ya kufanya e, kufanya e, sababu zilizopelekea kuanzisha vita hivi vya dunia, vita zote mbili. Lakini pia e, Hitler ni moja kati ya mtu aliye tumia nafasi yake baada ya kugundua kwamba, eh, Mayahudi wametawala kila sekta katika nchi ya Ujerumani, ndipo Hitler aliamua kuwaua kwa sababu ya kuwaondoa. Kwa hiyo wapi pa kukimbilia, wakawa wametawanyika katika maeneo mbalimbali ya bara la Ulaya, lakini popote pale anapokuweko Myahudi ni lazima matatizo yatatokea, ni lazima vita vitatokea. Sasa chanzo cha kupewa sapoti na kutafutiwa eneo katika nchi za Mashariki ya Kati, maana yake ni kuwarejesha Waisraeli katika maeneo yao na kuacha wasifanye fujo katika nchi za bara la Ulaya, kwa sababu wao hawapendi vita, wao hawapendi misukosuko. sasa pandikizi hili limewekwa maksudi. Kwanza, kuhakikisha kwamba nchi za Warabu zinakosa muungano, nchi za Warabu zinakosa maelewano, nchi za Warabu zinakosa umoja pamoja na mshikamano. Lakini pia imekuwa ni sehemu ya chonganishi baina ya Warabu wasiweze kusaidiana na kila mtu akae na matatizo yake yeye mwenyewe. kwa hiyo kuwepo kwa taifa la Israeli ndani ya mashariki ya kati maana yake ni kwa maslahi ya nchi za Ulaya, lakini pia ni kwa maslahi ya mshirika wao mkubwa Marekani. Hawa ndio ambao wanafaidi, na kila bosi ana bosi wake. Tunapozungumzia Marekani, maana yake tunazungumzia taifa ambalo linaongozwa na Wayahudi taifa ambalo wafanya biashara wakubwa ndani ya nchi ya Marekani ni Mayahudi ambao ndio wana pawa kubwa ya kuiongoza na kuisimamia serikali ya eh, Marekani. Kwa hiyo Marekani imekuwa ikitoa E, ushirikiano mkubwa kwa kuamini kwamba ni moja kati ya nchi ambayo imekuwa ikitoa sapoti kubwa ndani ya taifa la Marekani. Sasa nini chanzo cha vita hivi? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwa sababu gani imepelekea Israel kuivamia nchi ya Irani. Ikumbuke kwamba Israeli amewekwa katika nchi za Mashariki ya Kati ni kwa sababu ili, e, na, ku, na kuwezeshwa ili aweze kuchonganisha nchi hizi ambazo ni nchi za Kiarabu wasiweze kushikamana na wala wasiweze kuungana, lakini pia amejaliwa uwezo wa kumiliki nyuklia. Nyuklia hii ndiyo ambayo itakayomfanya yeye kuwa super Power ndani ya mashariki ya kati. E, kumbuka kwamba katika bara la Ulaya kuna super power, na katika bara la Asia kuna super power, lakini pia katika bara e, katika mashariki ya kati na penyewe palitakiwa pawe na super power kama ambavyo Afrika pia palitakiwa pawe na super power. Sasa ukija ukaangalia hizi nchi zote ambazo leo hii tunazitambua kama super power hazijawa super power isipokuwa zinamiliki e, silaha za nyuklia. Ukiangalia Pakistan inamiliki silaha za nyuklia, Hindia inamiliki silaha za nyuklia, China inamiliki silaha za nyuklia e, Russia inamiliki silaha za nyuklia, Ujerumani inamiliki silaha za nyuklia, Uingereza inamiliki nyuklia, Ufaransa inamiliki nyuklia. E, katika nchi za Mashariki ya Kati ni kwamba taifa pekee ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kuja kuwa super power, na nchi na kuzifanya nchi zote za Waarabu ziweze kusujudia ni taifa la Israel ambao na wenyewe wamepewa hifadhi e, au wamejaaliwa hati miliki ya kumiliki e, Nye, e, mabomu ya nyuklia kulikoni nchi zote za mashariki ya kati. Kwa hiyo ili uwe superpower katika hii dunia ni lazima uhakikishe unamiliki nyuklia. Jambo ambalo sasa e, Irani amejitahidi kutokana na mifumo yake na teknolojia na vikwazo alivyowekewa kwa muda mrefu vimemfanya kuunda silaha na makombora makubwa ambayo yanakuja kuishtua ulimwengu, na inasadikika kwamba tayari nyuklia anayo, tayari nyuklia anamiliki. Kwa hiyo kwa maelezo ya Benjamin Netanyahu, ambaye ni waziri mkuu wa taifa la Israel, alisema kwamba kutokana na wasiwasi wa Irani kumiliki silaha za nyuklia na makombora ambayo yanatengenezwa, kwa sababu inasadikika Irani kwa mwaka alikuwa na uwezo Wakuza, kila baada ya miaka mitatu kwa mwaka alikuwa na uwezo wa kuzalisha makombora elfu tatu na mia sita. Maana yake kwa muda wa miaka mitatu alikuwa na uwezo wa kuzalisha makombora zaidi ya elfu kumi. Tena makombora ambayo ni long range, makombora ya masafa marefu, makombora ya balastiki ambayo yanakimbia zaidi ya mwango wa sauti Unaweza ukaona namna gani walivyo improve, namna gani walivyowekeza, namna gani e, walivyojisimamia kama taifa, namna gani walivyokuwa wakifanya e, juhudi katika kujikomboa na kulifanya taifa lao kuweza kusimama kijeshi, kuweza kusimama kiteknolojia, kuweza kusimama kielimu, lakini pia kuweza kusimama kimiundo mbinu. Kwa hiyo baada tu ya wasiwasi wasi huo ikaonekana kwamba ni lazima, hakuna njia yoyote ya kuweza kuharibu mpango huo wa nyuklia, ni lazima tuingie kijeshi na kuweza kuifanya taifa la Irani lisiweze kufikia malengo yake. Sasa kilichotokea ni nini? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini e taifa hili limekuwa ni kiini cha matatizo katika mashariki ya kati. Ukikumbuka huko nyuma, wameweza kupigana na Masri, wakavamia wakachukua mkoa wa Sinai, japokuwa baadaye Masri aliandaa jeshi kubwa kushirikiana na nchi za Kiarabu wakaweza kumuondoa katika mkoa wa Sinai. Lakini pia aliweza kupigana na Iraki chini ya uongozi wa Saddam Hussein, kwa mara ya kwanza akapiga kombora ambalo liliweza kufika katika nchi ya Israeli. Lakini pia aliweza kugombana na Syria, lakini pia anagombana na Lebanon lakini pia sasa hivi anagombana na Yaman kupitia e, wanajeshi e, wa Al-Houthi ambao wamekuwa wakivugumiza makombora, baada tu ya Israel kuvamia nji nj, kuvamia miji ya Palestina na kuua watu kwa kiwango kikubwa, akiua watoto lakini pia kuua hata, kubomoa hata miundombinu ya hospitali na kuziwia kutoingia kitu chochote katika ardhi ya Gaza na kwenda kufunika visima ambavyo vilivyochimbwa kwa ajili ya kutoa nini, kwa ajili ya kuteka maji. Kwa hiyo historia yao katika Mashariki ya Kati haina taswira nzuri na wala haiwezi kuwa ni E, wanavyosema baadhi ya watu wanadai kwamba ndiyo taifa teule. Taifa le, teule haliwezi kuwa kazi yake ni ku ni kuua watu katika kiwango hicho. Kwa hiyo sasa, uvamizi wa Israeli ndani ya m, e, taifa la Irani ilikuwa ni kwa sababu ya kumziwia Irani asiweze kukamilisha mpango wake wa kutengeneza mabomu ya nyuklia. Sasa aliwezaje kuingia na kuua baadhi ya viongozi? Ndugu zangu, kwanza ni lazima tufahamu kwa sasa, nchi ya Irani ipo katikati, imezingirwa na nchi nyingi sana. Imezingirwa na Pakistan, lakini pia Hindia, lakini pia e, Uzbekistan, lakini pia Tajikistani, lakini pia Afghanistani, e, Kurdistani. Hizi zote ni nchi ambazo zimezunguka, lakini pia ukija upande huu kuna Iraq ambayo na yenyewe, lakini pia kuna Kuwait, e, lakini pia kuna Turki, e, lakini pia kuna Jordan. Eh, lakini pia kuna Syria. Sasa ka asilimia takriban sabini na tano ya mataifa yaliyoizunguka nchi ya Irani, kama ukiangalia vizuri katika ramani, utaona kwamba kuna bezi za za Marekani ambazo zipo hapo. Katika taifa la Irani baada ya kudondoka eh, utawala wa Saddam Hussein, baada ya kudondoka tu utawala wa Saddam Hussein, Marekani aliweka beziki yake. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba jeshi la Iraki tayari halina uwezo wa kuweza kufunga anga lake, isipokuwa mwenye uwezo wa kufunga hilo anga ni Marekani, ambaye mpaka sasa yupo pale. Lakini pia ukija upande wa pili, nchi ya Siria, tangu aondoke Bashar al-Assad, ambaye alikuwa ni mshirika mkubwa wa Irani, lakini pia ni mshirika mkubwa wa Urusi na mara tu baada ya kudondoka utawala wa Bashar al Asad wakachukua watu ambao ni vibaraka wa Marekani. Kwa hiyo kilichofanyika ni nini? Muisraeli myahudi moja kwa moja alianza kuivamia Siria na kuenda kupiga sehemu ambayo ni basic za silaha zilizoachwa na eh, zilizoachwa na Bashar al Asad kwa hiyo alipoanza kupiga yale maeneo pamoja na sehemu ya viwanda vya uzalishaji wa silaha, maana yake alikuwa anaandaa njia rasmi ya kulidhoofisha lile jeshi lisiweze kumiliki e, silaha zile. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye apate nafasi ya kutumia anga lile kufanya mashambulizi katika nchi ambazo zilizomzunguka. Na kweli katika swala hili ali, amefanikiwa. Ndio maana sasa utaona sehemu ambazo anazopitia, anapitia Jordan tayari, kuna kambi ya kijeshi ya Marekani. Lakini pia anapitia Siria tayari, kuna kambi ya jeshi la Marekani. Lakini pia anapitia nchini Iraki, kwa sababu kuna kambi ya jeshi la Marekani. Anatumia maeneo haya kama chocho ya kupeleka mashambulizi katika e, nchi ya Teherani, kwa maana katika nchi ya Irani sasa hiyo ni sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili ukija ukaangalia, moja kati ya mashirika makubwa yenye nguvu, mashirika bora ya intelligence duniani ni shirika la Mossad, ambayo ni shirika la Kiyahudi. Hawa Mayahudi wamekuwa na nguvu kwa sababu gani dunia nzima? Kwa sababu kwanza wamejikita katika swala la imani. Ndani ya Mossad kuna watu wa kila aina ambao wanasaidia, wanafanya kazi chini ya maelekezo ya Mossad ambayo ni shirika la intelijensia la Mayahudi au la Israeli. Sasa, ndani ya shirika hili la Mossad kuna mashehe wamo, lakini pia kuna wachungaji, kuna mapasta, kuna masista, lakini pia kuna wasanii, lakini pia kuna watu mashuhuri kuna wanasiasa na kuna viongozi wakubwa katika mataifa mbalimbali mbali ambao wameshakula kiapo kwa nadharia ya kulitumikia shirika hili, lakini kupitia nadharia ya kidini. Tumeelewana vizuri hapo? Naomba tusikilizane vizuri nukta hii, shirika la kiintelijensia la myahudi ambalo linatambulika kwa jina la Mossad, ambapo moja kati ya mafanikio makubwa ya Teherani ambayo ya Irani ambayo yamefanikiwa katika vita hii ni kupiga makao makuu ya shirika hili ambalo liko kule Tel Aviv, ni kupiga na kulisambaratisha. Eh, makao makuu ya utafiti wa shirika hili ambao walikuwa wanafanya utafiti wa kisayansi pamoja na ugunduzi mbalimbali na ma, wa mambo ya silaha za kijeshi. Irani imeingiza ndege na kwenda kusambaratisha kabisa yani makao makuu haya kusambaratisha na kubaki jivu kama ambavyo mnavyoona hapo. Sasa shirika hili linaundwa na watu wa kila aina. Linaundwa na mashehe, linaundwa na mapasta, wachungaji lakini pia linaundwa na wanasiasa wakubwa duniani, lakini pia linaundwa na watu mashuhuri, linaundwa na watu matajiri, linaundwa na watu ambao wana nyadhifa mbalimbali katika jamii zao. Hawa wote wamekula kiapo cha kuisaidia Mossad. Kwa hiyo nini kinachojiri katika nchi ya Irani? Kwamba hawa jamaa wapo katika nchi ya Irani. Sasa kwa kuwa wapo katika nchi ya Irani, wanachofanya ni kuuza matukio au kuripoti matukio ya viongozi wa Irani ambao wapo katika maeneo fulani kwa ajili ya kazi zao, alafu wao wanatoa zile information kupitia satellite ya Marekani. Baada ya kutumia satellite ya kijasusi ya Marekani moja kwa moja, taarifa zile huchakatwa kwa haraka na kutumwa katika e, makao makuu ya Mossad nchini Israeli. Baada ya kutumwa tu, ndipo sasa e, makao makuu ya Mossad nchini Israeli inachofanya ni kutuma E, ndege za kivita haraka iwezekanavyo, kwa ajili ya kwenda kuwaua viongozi hawa katika wakiwa katika matukio yao. Unaweza ukaona kwamba kile kinachofanyika ni mpango maalum ambao umo ndani ya Irani, ndio maana juzi hapa wamewakamata watu ambao wanashukiwa kuwa ni sehemu ya majasusi wa Mossad wanauza information za kijeshi e, information na siri ya nchi katika shirika hili la Mossad. Na moja kati ya watu ambao wamefanyiwa kitu mbaya sana yani, ukisikia ile kwamba ubaya ubwera wamefanyiwa kitu mbaya sana, ukimwaga ugali tunamwaga mboga, ni huyu jasusi kama mnavyomuona katika picha hapo, ambaye yeye alikamatwa na kufungwa katika kombora E, la masafa marefu halafu akatumwa na kombora hilo akapaishwa na kombora hilo kwenda huko nchini e, Israeli. Lakini kuna mwingine ambaye tayari e, wamemla kichwa hapo jana e, nafikiri kama sio jana ni juzi, ambaye pia na yeye amekamatwa katika tuma hizo, lakini pia wako wengi ambao wamekamatwa ambao waliokuwa wanafanya kazi ya ujasusi chini ya shirika hili la Mossad. Sasa kuna mambo mbalimbali ambayo yameendelea kutokea Eh, kuhusu eh, athari ya vita hivi ambavyo vinaendelea. Moja katika mambo hayo ni katika masuala mazima ya kiuchumi eh, Irani imeweza imefanikiwa kufanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv na kusambaratisha uwanja huo moja kwa moja, lakini pia imeweza kufanikiwa kupiga kituo kikubwa, kituo kikuu cha intelejensia ya Israeli ambacho kinachoitwa Mossad na kuisambaratisha. Lakini pia Irani imefanikiwa kupiga bandari ya Haifa, bandari hii ambayo ni kitovu kikubwa cha uchumi ndani ya nchi ya Israel kwa, ku, kwa kupokea bidhaa kutoka maeneo mbalimbali ya pande mbali mbali za dunia lakini pia hutoa bidhaa ndani ya Israel na kupeleka katika maeneo mbalimbali ya dunia. Bandari hii pia na yenyewe imesambaratisha, lakini wamefanikiwa kuwapiku kusambaratisha maeneo ambayo Mwisraeli alikuwa anayakalia kimabavu ndani ya ardhi ya Palestine. Tayari walikuwa wameshajenga maeneo hayo, lakini mpaka sasa tunapozungumza maeneo hayo yamebakia kuwa ni jivu na lakini pia Eh, Irani, Israel na yenyewe imejaribu kupiga imejaribu kupiga maeneo ambayo yanasadikika kuwa ni maeneo ya kimkakati kama vile kupiga katika vyombo eh, kituo cha habari, na lakini sasa kimerejea na kinaendelea kufanya kazi. Lakini pia wamepiga katika maeneo ambayo yanasadikika kuwa yana nyuklia eh, yalikuwa ya, ya ni maeneo ya uru, u, u, urutubishaji wa e, uranium ambayo tayari iliyokuwa inakwenda kutengeneza nyuklia, lakini bado hawajafikia sehemu yenyewe halisi ambayo e, ina, inahifadhi makombora chini ya milima. Kutokana na jiografia ya milima hiyo na eneo lilivyo, haliwezi kufikiwa na mtu yoyote, na wala halijaweza kutetereka. Unaweza ukaona namna gani e, wanavyoweza kuandaa ma, e, mifumo yao ya ulinzi e, kuhakikisha kwamba jambo hilo linafanikiwa, lakini pia moja kati ya njia ambazo zimemfanya mwirani atishe katika vita hivi. Ndugu zangu kwanza lazima mfahamu hakuna kitu kinachoitwa taifa teule la Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu ambacho kinachoitwa taifa teule la Mwenyezi Mungu. Taifa teule haliwezi kuvamia nchi ya watu. Taifa teule haliwezi kufanya mauaji. Taifa teule haliwezi kuongoza unyanyasaji duniani. Kwa hiyo hiki ambacho kinachofanywa na Irani ni kuonyesha dunia kwamba namna bora ya kuweza kuishi na Myahudi, namna bora ya kuweza kuishi na Myahudi, kwamba akimwaga mboga tunamwaga ugali, akimwaga ugali tunamwaga mboga. Yani ubaya ubwela mwanzo mwisho. Makombora ya Irani mpaka sasa inasadikika yametumiwa ni makombora ya aina tatu tu, makombora ya aina tatu. Yani haya yote mapigano unaoyaona namna gani alivyoufanya mji wa Tel Aviv namna gani anavyosambaratisha Israeli ya ni makombora ya aina tatu. Ni wazi kwamba taifa la Irani lina nguvu kubwa, kwa sababu ukichukua nchi ya Israeli peke yake alafu ukaiunganisha tena ikawa ni mara mbili, maana yake haiwezi kufikia ukubwa wa mkoa wa Kigoma, lakini nchi yenyewe ina watu milioni tisa. Kwa hiyo msaada wao mkubwa katika vita hivi wanamtegemea Marekani na unaweza ukaona juzi hapa Benjamin Netanyahu ameomba msaada kwa Marekani ili waweze kumsaidia nini? Maana yake, maana yake ni kwamba tayari amekwisha shindwa kivita. Ili aweze kushinda vita hivi, anategemea msaada, kwa sababu anapigana vita tano. Anapigana na Lebanon, anapigana na Yemen, anapigana na Siria, lakini pia anapigana na Mwirani lakini yeye mwenyewe ndani kwa ndani anapigana na Falestini. Unaweza ukaona namna, alafu ana rasilimali yake watu ambayo walionayo na silaha haziwezi kutosha, lakini Mwirani amefanikiwa kumsambaratisha vibaya mno kiasi kwamba ukisikia mtu anaomba msaada maana yake vita hivyo amekwisha shindwa. Ndio maana utaona kwamba e, Marekani mpaka sasa ameagiza takriban meli ishirini za kijeshi, lakini wakati huo huo e, anatishia kuwaondoa watu wa Teherani. Maana yake anataka kufanya, anajiandaa kufanya mashambulizi ya nyuklia. Lakini wakati huo huo tayari Pakistan na yenyewe imekwisha toa onyo iwapo watatumia iwapo Israeli atatumia shambulio lolote la nyuklia, basi na yeye hatosubiri maidhini ya mtu yoyote au taifa lolote, moja kwa moja ataisambaratisha Israeli kwa shambulio la nyuklia. Unaweza ukaona namna gani vita inaanza kutanuka kuja katika vita ya ukanda. Lakini wakati huo huo tangazo limetoka kwa Pakistan kwa nchi mataifa yote ya Kiislamu kwamba huu ndio wakati sasa wa kuungana na kuweza kuwa na umoja na kuweza kuunda jeshi la pamoja ambalo litakaloweza kusimama na kuondoa udhalili ndani ya mataifa yao ya ku, na kuondoa unyonge ndani ya mataifa yao. na mziki E, wa Pakistani unajulikana, mziki wa Pakistani unajulikana ni mziki mnene. Ukitaka kujua kama ni mziki mnene muulize Muhindi kilichomtokea wakati alipojaribu kutaka kuivamia e, Kashmiri. Nini ambacho kilichotokea, nini ambacho kilichomkuta? Kwa hiyo hii vita si vita ndogo. Lakini wakati huo, Turki na yeye amesema kwamba iwapo atavamiwa Irani, basi na yeye yuko tayari kutoa nguvu zake za kijeshi. Sio mziki mdogo. Wakati huo, China pamoja na Urusi na wenyewe wanakwambia iwapo itatokea shambulizi lolote la nyuklia ndani ya uru, ndani ya Irani, basi na wao wataweza kuisambaratisha Israeli. Lakini wakati huo, al-Houthi yina au Houthi wameendelea kupiga makombora mazito na makubwa ndani ya ardhi ya Israeli, kuhakikisha kwamba mpaka anaondoka katika ardhi ya Gaza. Ndugu zangu eh, makala hii ni ndefu na tutaendelea kuangalia E, athari za kiuchumi lakini pia na kijamii kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea ndani ya Mashariki ya Kati kupitia uvamizi wa Israel pamoja dhidi e, ya nchi ya Iraki. Ni mimi Dr. Harun Sharawi mchambuzi wa mambo ya kisiasa pamoja na diplomasia. Asanteni.